Hapa Malagarasi tunaweza kusema ni sehemu moja ambapo kunakuwa na tabia ya kujaa maji. Aa, sema wakati wa masika unakuta eneo hili inaweza kujaa maji takriban, ukiona zile kingo za miti kule ukiangalia upande huo kidogo, kuna miti kote kule inakuwa kama ni ziwa hapa. Kwa hiyo, hili, kwa hiyo kwa kuwa hii ilikuwa ni moja sehemu ambayo ni critical katika huu mradi, tuliipa kipaumbele kikubwa sana katika kuanza hii kazi. Uh, hii kazi tulianza mwaka jana mnamo mwezi wa saba, na malengo yetu yalikuwa ni kukimbiza hii kazi angalau mwishoni wa mwaka jana tumalize kusimamisha nguzo zote, ambazo hicho tulikifanikisha kwa kwa kwa, kwa, kwa asilimia 90 ambapo baada kabla masika hayajaanza masika, ilitukuta wakati bado tunaendelea kusimamisha nguzo. Kwa hiyo mwaka huu tunakuja kutimiza, ambapo kama mnavyoangalia hili daraja ambalo lina urefu wa mita 425 lina nguzo takriban 17 na kuna kama nguzo mbili zipo ukiingia chini utaziona zimesimama ndani ya, ya, ya, mto. Kwa hiyo ujenzi huu uh, kipaumbele kipo mbele kusudi kukimbiza, kukimbiza kukimbiza hii logistics ya, ya, hapa katikati hapa, tuko hatua ya mwisho kama nilivyosema awali, tuko asilimia 96. Kwa hii hapa kinachoendelea ni kuweka jamvi. Hii ndio itakayokuja kupokea zile ballast yani zile kokoto ambazo ndio ile itakuja kutandikwa juu yake pamoja na slipper. Kwa hiyo hapa kinachoendelea ni kukamilisha ile zoezi, uh, kama ukirudi upande wa kule nyuma baadaye tutasogea kidogo utaona wanavyofanya zile kufunga nondo kwa ajili ya kuja kumwagia zege. Na upande wa pili hapa niliposema wanatengeneza kama mitalo au tunaweza tukasema kama troughs ambazo ndio tunatarajia kuja kupitisha miundombinu ya mawasiliano, yani zile kebo, uh, vitu kwa ajili ya ku, ya kurahisisha mawasiliano wakati wa uendeshaji wa, wa, wa, wa huu mradi.